Allah mhifadhi yeye aulizia swala za witri, swala ya witri baada ya isha, labda tuzungumze utaratibu. Huko vipi? Utaratibu huko hivi, ndugu zangu, kwanza, baada ya swala ya isha na baada ya adhikari kuna rakaa mbili za baadia ambayo zinaunga kule, anakamilisha mtu na kama alikuwa amejitahidi kuswali huku nyuma la shaka ndio zinaenda kukamilika. Hadithi ya mtume aliyosema, man salla fil yawmi wa layla ala 12 raka bana Allah lahu baytan fil janna, takaiswali raka kumi na mbili mchana na usiku Mwenyezi Mungu atamjengea nyumba peponi. Raka kumi na mbili zinaenda kukamilikia raka mbili baada ya isha. Baada ya pale zinaingia swala za usiku. Swala za nini? Za usiku. Swala za usiku ni kiyamu layli au tahajjud inaitwa kiamu lail kwa yule mtu ambaye hajalala alafu akaanza kuswali. Aliyelala akiamka inaitwa nini? Tahajjud. Lakini swala ni ile ile na ni swala ambaye Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alisimama na aliswali, na kwake mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa haiachi, na mpaka ikafika bahala kusema sharaful mu'min qiyamuhu min al-layl, utukufu wa mu'min ni kusimama kwake usiku wasiyamuhu minan nahari, na kufunga mchana. Sasa yatakikana wewe ujitahidi kuamka usiku bila kuweka masiku. Unapohisi tu una nguvu kwamba leo una nguvu, naamka na swali kufanikiwa, na swali rakaa mbili, tatu, rakaa mbili, rakaa nne, rakaa sita, rakaa nane alafu unamalizia na, na nini na witri rakaa tatu, au una swali rakaa mbili unamalizia na witri, au una swali witri peke yake, mathalani kwamba unaona leo sina nguvu natanguliza nini witr, witr. Mtume sallallahu alaihi wasallam insistiza sehemu nyingi, ndio inaofunga Mtume anasema, ijalu min akhir salatikum witr, wekeni mwisho wa sala zenu witr. Kwa ile witr, miongoni mwa fadhila zake ni kule kuwa yenyewe ndio inafunga swala za usiku hizo. Ni fadhila ziko hadithi nyingi zimekuja, lakini pia mtu anaweza kuswali hizo witr badala ya zile nani, akihisi hana nguvu ya kusimama. Taibu, ameswali rak'a zake tatu za witiri, imefika usiku ah, mwona na nguvu, amka uswali, haizui. Lakini usifanye witiri ya pili, utaswali zile shufa mbili mbili, ni mbili ni nne ni sita ni nane, alafu basi. Kwa sababu ukiswali tena mara ya pili kule, mtume anasema la witrani filaili, hakuna witiri mbili katika usiku mmoja. Simenelewa eh? Kwa hiyo ni miongoni mwa sala zenye fadhila, na tujitahidi ndugu zangu Ukikosa basi, hata karibu na alfajiri ile kabla ya adhana, amka, piga mswaki haraka, swali zile witri raka tatu. Ni muhimu sana na zina fadhila kubwa sana, na kudumu nazo na ni katika vitu vizuri, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam asema khairul amal, khairul amal adwamuha wa inqala, bora bora ya matendo ni yale ya kudumu, hata kama kitakuja kitu kidogo Yaani wewe ukasema bwana mimi nitajitahidi kuswali witiri. Jitahidi, jitahidi usiiache. Siku ukiweza unaeka na kiamu leili. Siku meshindwa, lakini wewe witiri yako tayari. Ukimaliza Isha unaswali. Ukiona una nguvu unaifanya baadaye au time yoyote, lakini usiiache. Simelelewa, eh? Kwa hiyo jitahidini, jitahidini katika masala tujitahidi. Ni masala yanafanya kuwa nini? Kukuletea ucha Mungu na kukuweka karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alafu kumbukeni usiku ndugu zangu, usiku kuna utulivu. Mtu anaposimama anapojikurubisha kwa ku Allah subhanahu wa ta'ala, ni yeye na Allah, na mara nyingi hakuna ria, kwa sababu wili ni Allah tu anakuona unachofanya, sana sana na mke wako.